Sababu sababu ziko mbalimbali, sengine ni wazazi hawana uwezo, mtoto amefaulu vizuri, mzazi ana, kwa mfano, barua nilizopokea za wazazi, hivi linavyogombea sasa hivi, mzee Mkapa yuko hapa, Mkapa, Mkapa ana begi la barua za wazazi ambao watoto wao wamerudishwa, wamerudishwa chuo, wanashindwa kuendelea kwa sababu hawana hela wengine wazazi wao wameshindwa kuwapeleka watoto shule, hawana hela. Wengine uh, mtoto alikuwa anasoma vizuri, alikuwa anasapotiwa na mtu mwingine, wazazi wake washafariki, lakini na yule mtu tena aliyekuwa na msapoti na yeye na yeye amefariki. Mwingine mtu alikuwa na msapoti baada ya wazazi wake kufa, aliyekuwa anamsomesha na yeye kwa bahati mbaya amefilisika, amefirisika, na yeye mwenyewe anatafuta msaada. Kwa hiyo nina begi pale, nimewaambia Mungu akisaidia, kama tukivuka, sitoweza sitoweza kuwasomesha wale wote. mimi mwenyewe nitaenda ni kuwasingizia wasanii mmoja baada ya mwingine kwa sababu, kwa sababu wasanii mimi nawajua wasanii mimi nawajua, pesa nyingi wanamaliza kwenye kunywa pombe sasa ukimdhibiti vizuri tu ukachukua pesa kidogo ambayo anakunywa pombe, ukimpa kijana, kijana anaenda shule na baadaye anaenda kusaidia ndugu zake, na ndo maana tumekubaliana kwa pamoja na Chama cha Mapinduzi kwamba kama nikipita kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, tunaanzisha kitu kinaitwa Kigoma Festival. <coughs> Festival itakuwa ni tamasha ambalo litakuwa linachukua wasanii kutoka sehemu mbalimbali na kuwaleta Kigoma, kwa ajili ya kufanya tamasha, ambapo naamini kama tukiwaleta Lake Tanganyika hapa, basi wakina mama watauza chakula, mwenye kuuza siyu, mkubi, mwenye kuuza nini, na dada zetu humo humo wataona kama maisha yameendelea. Hivyo hivyo, ni kuolewa, ina ubaya gani ukiolewa na msanii? Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atusaidie tuvuke salama. Naomba sana watu wa buzebazeba ikifika tarehe 29. Ikifika tarehe 29 tisa, nenda pale angalia Dr. Samia tiki, niangalie baba la baba kibarabara, weka tiki na kuna watu wana tabia mbaya ya kuweka tiki kubwa utaharibu kura wekekakuenea kwenye sanduku mle, maana kuna mtu akifika pale baba la baba kura imearidika. Tuliona <laughs> vizuri, lakini mkifika kwenye sanduku la kupiga kura nichagulieni madiwani wa Chama cha Mapinduzi ili waende wakanisaidie kazi. Madiwani wetu wako wapi bana? Madiwani wa Chama cha Mapinduzi sisi. Lakini utakapompa jimbo. E, ngoja ngoja ngoja. Subiri. Jamani. Dalali alikuwa nangangania kwamba eti mama amemwambia atampa chochote kitu hapa mjini. Hivi mama ni mtu aina gani, aje wageuke hawa watu wote? Sasa sikilizeni, mama alipompa makavu akiwa Bunda kijana mteni. Na ukiangalia kwetu Tanzania, ukiangalia kwetu Tanzania, chama ambacho kweli kitafanya kazi na maslahi ya nchi yatapatikana ni chama cha mapinduzi peke yake. Wengine bado mkiwapa wengine au serikali au jimbo, wanakwenda kuwafuja, wanakwenda kuwapoteza kwa sababu wakiingia kwanza ni kujifunza kwanza ni kujifunza, lakini utakapompa jimbo asiye chama cha mapinduzi, anakwenda kuongea na nani? Anakwenda kumwomba barabara nani? Anakwenda kumwomba maji nani? Kwa sababu mwenye serikali ni Chama cha Mapinduzi, yeye ni mpinzani. Ndugu zangu, msicheze na hiyo kitu kabisa kabisa, msicheze wateuliwa wateuliwa hawa wagombea wa chama cha mapinduzi sasa. Huyo ni mama, mama amesema ukimpa kura mtu wa upinzani ataenda kumomba barabara nani? Ndo vumbi itawaua uzebazeba. Nawaambieni ukweli, mjichanganye, namjua atishachaguliwa tu miaka minne anapotea, anakuja mwaka wa tano, anagawa futari, anagawa na mchele mchele. Mkimchagua tena anaondoka. Lakini sasa hivi mmemnyoosha sana, kuna uwezekano na yeye ana kisasi moyoni, yani akishinda atawakomesha <laughs> mmemnyoosha, mikutano yake haina watu na nini sasa. Haya, okay. Kuna, kuna mtu amenikumbusha, nataka nijibu hoja mbili hapa. Dalali bana anapita kila kona, anasema eti soko la jioni la Mwanga soko Marungu alilijenga yeye. Sasa muulizeni kama kweli, wewe ulilijenga soko la jioni, mbona huendi kupita mle ndani kuomba kura? somewa kweli kweli. Alafu anadanganya, anasema wakati soko la jioni linajengwa, Babalevo alikuwa amefungwa gerezani. Anasahau soko la jioni nimelijenga mwaka 2016-2017. Na mimi kwa ajili ya kuwatetea wananchi wa jimbo la Kigoma mjini, hasa hawa bodaboda na bajaji, nilifungwa jela mwaka 2019 mwezi wa nane tarehe moja. Sasa yeye alijenga 2018 2019 wakati mimi nimelijenga soko 2016 2017, na Mwenyezi Mungu amenijalia, wa wakina mama wa mle ndani wananipenda. Akipita wanamzomea, ninashanga buzebazeba. Akipita hamumzomei, nipate klipu mbili tatu akizomewa buzebazeba. Sehemu za Ujiji, anawezaje kwenda soko la Ujiji pale hazomewi? ajaja basi akija nipate koka video ili nikaposti, nimwambie Dokta Samia Suluhu Hasan dalali anazomewa Kigoma. <laughs> Lakini kuna mtu mwingine akasema, ha, baba levo anasema yeye ana familia na watoto, mbona kuna watoto wengine aliwakataa sindo, alisema hivo. Sasa swali moja jepesi tu kwa mwenyezi Mungu. So, sawa, sasa hivi mimi napata kariski kidogo mtu. yes, yes, yes. Sijawahi kumwona, sijawahi kumkumbatia wala sijawahi kumchumu, amepataje huo ujauzito? Babalevo unisingizie nikubali? Kwa sababu ameona Babalevo anatuhela ndo uja unisingizie unishindilie matoto? Kwa kweli watoto wangu wote nimewakusanya ninao na ninawalea. Mwenyezi Mungu ananisaidia napata riziki kubwa, na naomba sasa nianze kuwatambulisha madiwani ambao nategemea wataenda kunisaidia kazi katika manispaa ya, ya Kigoma ujiji na, na wananijua yani hawa ya, tutagombana sana ye leteni yoyote hata kama kunamwona kuna, kuna sehemu labda ni mtu wa hovyo leteni hivyo mimi ndo nitamtibu kule wewe unanipenda mimi sasa niletee huyu diwani ambaye mimi pia ni ndugu yangu, kwa sababu wote hawa chama cha mapinduzi kimechagua madiwani majembe. Kuna diwani hajasoma hapa, lakini hakubali utoto na ujinga katika jimbo la Kigoma Ujiji. Kuna madiwani wamesoma kama wakina Benjo wakina Imidi, ambao wao pia watatusaidia kwa ajili ya kwenda kuendeleza uh, manispaa yetu ya Kigoma Ujiji. Wapo madiwani ambao wao kazi yao ni kutafuta pesa ilipo, wakina Musa Maulidi. Musa Maulidi yuko wapi? yuko yapote sumona, kaenda kutafuta kwa mchimbi huko. Eh, uona tuna madiwani ambayo ni zaidi ya CIA forward safe fodia nusu saa tano na dakika moja nakupigia simu kiongozi, umenisema sana sana, kubali sana niletee. Ni kama na mapungufu yoyote, mimi ndo nitamtibu mimi ntamnyosha eh? watu wa Kibirizi wanayodiwani mmoja ni mbishi huyo, Ruwamvi akasome ya faulu eh, yeye sasa kazi yake kubwa ni kuhakikisha tunawatetea watu wa Kibirizi wanapata soko anapata barabara, anaitwa Mrisho, eh? Kibirizi ndugu yangu, nafamini Mungu atakusaidia eh? watu wa walusimi walibahatika wakapata diwani handsome boy tano wangu wa mwisho, nataka kuziconnect kata mbili, kata ya Kipampa na kata Buzeba Zeba, lakini na kata kata tatu na kata ya Rusimi. Diamond na atapiga pale Kawawa, au sio? Kata ya Kigoma, kata ya Kigoma tumepata mzee wa la laptop, anaitwa mzee wa la laptop, waapo mzee wa kuhaki eh anaitwa Idi msababu, Idi wa mjini, huyu anaitwa Idi msaba. Ukimwona amekaa kama fundi simu hivi <laughs> mtu wa laptop bwana eh! mtu wa maana, mtoto mzee Msaba, mtu mwenye heshima kubwa sana sana mzee pale, uh, mji mwema au sio bwana eh? katika wanawake katika jimbo la Kigoma mjini, kama kweli Tanzania inapendeza, Tanzania wana, tunapambana kwa ajili tumpate rais mama, lakini Kigoma mjini tunapambana kipampa tumpate mama wa kipampa. Huyu hapa mgeni Kakoro, wow. Moja kati ya mchapakazi kwanza, huyu lazima mradi umpe, kwa sababu yeye usitegemee hoja kwamba atauomba mradi kwa hoja. Anauomba mradi kwa kukulaumu, yani mtalaumiwa humo baraza zima. Tumpeni tu hii barabara, endelee na maisha yake <laughs> Si sasa mama yangu mimi, mama yangu asili yake kabisa ni Gungu. Mama yangu Mwislamu alikuwa anaitwa Amana, asili yake kabisa ni Gungu. Kwa hiyo mimi nikienda Gungu naenda kwenye ardhi ya mama yangu, nikija Ujiji na kuja kwenye ardhi ya baba yangu mlezi Diamond Platinum, lakini lakini nakuja kwenye ardhi ya mke wangu ambaye tumekubaliana tarehe 28 tutafunga ndoa hapa Ujiji eh? Gungu eh? E vale? Watu wagungu nileteni mashine hii hapa. Na bana wewe, nakupa kwa sababu ya mama, nakupa nafasi usalimie kidogo. Sisiemu uzebazeba kibarabara, asanteni sana. Tarehe ishirini na tisa Oktoba tunafanya nini? Asante sana <laughs> lakini, watu wa Ujiji, watu wa Ujiji, mmepata bahati nyingine ya Chama cha Mapinduzi kuwaleteeni diwani ambaye ni Alhaj Alhaj Shaban Hussein, eh?

anaitwa Mose Feza Musa Majengo, Majengo. Amefanya amefanyaje amefanya amefanyaje? Bwana tajiri Musa yuko Majengo na huyu ndio atamkomesha, ule cha mdomo piga kwenye roho. Sawa, kiongozi, umeruhusiwa, usiwe na shaka lakini mafuriko ni kata ya Katubuka, maji yamejaa pale na Dkt. Samia Suluhu Hassan ameshapeleka pale bilioni nne kuhakikisha yale maji yanaondoka pale, yanaelekea kokote ambako yanakwenda zaidi, zaidi ya ziwani. Kuna mradi ukienda pale yapoti utaona tayari wameshaanza kuchimba. Msomi mwanasheria ambaye atatusaidia kisheria pale msomi Lumenyera eh? Katubuka, nileteeni Lumenyera ananipesha mwanasheria huyu. Mnanijua mtu wa kuvivuruga, lazima nio na mtu wa kunitetea.